Nikusaidia eh, ni ni kweli usofichika kwamba filamu za Kibongo zinaendelea kujizolea mashabiki hasa katika nchi mbalimbali za Afrika. Ndoa yangu. Well, Bongowood Access ni kipindi maalum kinachokupa wewe mtazamaji Yes. Yani fursa ya kujua kiundani tasnia ya Bongo Movies. Action. Kupitia waigizaji wake na wadau wengine. Changamka bado kijana bwana. Tutaweza kukuletea celebrity interview. Mm. Wena <laughs> <laughs> Behind the scenes. wenginetutaweza Mimi ni mtangazaji wenu Penny Almungilwa, or you can call me Penny. Penny ndiye wangu wa zati. Karibuni sana katika kipindi chenu murwa cha Bongowood Access. axes brel